ze kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya mheshimiwa e, mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama kim kazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa, lakini kwa bahati nzuri, siku ya jana tarehe 14 na mida ya saa tatu asubuhi wa e, mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi, kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana. Eh, ofisa za DCO na tuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuma ya kwanza ni njama za kutaka kumua mkuu wa polisi, sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Kwa alihojiwa kwa tuma hizo. Tuma za pili ni tuma za uchochezi za kimtandao. Tuma za uchochezi za kimtandao. Kwa amehojiwa kwa tuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa so, maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuwalazimisha jeshi la polisi wampe zabai kwao. Tumeyaondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi sasa. Tulienda leo kuripoti saa tatu asubuhi ofisi ya ZDCO tukaongea naye na amesema hivi, upelelezi bado unaendelea kwa sababu tuma ni nzito. Upelelezi bado unaendelea na amempa siku saba kuripoti hapo ofisi ya ZDCO. Kwa maana Jumanne anatakiwa kuripoti ofisi, sio mpaka hapo pelezi ambapo takamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama tutakuwa kuna kesi ya msingi basi atekahuu kwa huru, kwa mujibu wa sheria, o, wa pengine ya kwa kufafanua, hawajafafanua hawajafafanua. Na kwa sababu wanapeleleza kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi eh, ambaye Geofrey Mwambe alikuwa anataka kumuua kumua ni nani hawajui na wenyewe kwao wanapeleleza, na ndio maana wanasema upelelezi unaendelea. Kwa hiyo siku pelelezi ukikamilika na wakijua ni nani ambaye ndakakuwawa na na uchochezi upe wa kimtandao, then heni wataakiti wameatia mahakamani na wa wa makamani, na wa walikuwa kwamba, mbe, mbe, na taarifa hizo kwamba mteja wangu amepewa dhamana, kulikuwa kuna haja palia na shauri kwa kwa nae, saa kwa yeah, na yeah, lakini wewe umekuja kuleta shauri mahakamani. Nilichukua muda huo eh, ili kuangalia mazingira Jebukua, ya kuongea na mteja wangu japokuwa alikuwa ameshanipa maelekezo ya kuweza kufungua kesi mahakamani, sasa mara ya pili, ili kupelekea eh, mrejesho kwa nini ichakufanya sikupewa fursa lakini bahati nzuri familia ikaniruhusu kwamba tuendelee na mchakato wa kufungwa.